Somo la leo linasema tambua na utumie upendeleo uliopewa. Tambua na utumie upendeleo uliofanyeje, uliopewa. Sijajua upendeleo tuna utafsirije. Nadhani kila mmoja anaposikia neno upendeleo na picha yake yakilini lakini kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikawa ni upendeleo maishani mwetu, yumkini tukawa tujui kwamba ni upendeleo tuliopewa na nani? Na Mungu. Sasa tunahitaji kutambua upendeleo tuliopewa, na si tu kuutambua, bali tunahitaji kuutumia upendeleo tuliopewa na nani? Na Mungu. Sasa wakati fulani ni hadi tumeifahamu mantiki ya Mungu ndipo tunaweza tukatambua kwamba karibia kila kitu maishani mwetu ni upendeleo ambao tumepewa na nani na Mungu. Mfano niwaambie, kila unachokiona haukioni bure, kila unapokwenda hauweni bure, kila unachokisikia haukisikii bure, kila unaokuzunguka unaokutana nao hakika si bure. Vyote hivyo ni upendeleo ambao Mungu amefanyeje? Ametupatia. Kila unalolipitia ni upendeleo ambao Mungu amefanyeje? Amekupatia, amekupatia. Haijalishi kwamba ni jambo gumu au ni nyepesi, haijalishi ni jambo baya au ni jambo zuri, hakika ni upendeleo ambao umepewa na nani? Na Mungu. Unajua, wakati fulani yaani tunaweza tukapitia taabu tukabaki kunungunika na kulia, tukapitia magumu tukabaki kuona kama Mungu anatuonea kama Mungu atendi haki, lakini hakika sio hivyo. Mungu anasema kwamba nafahamu mawazo ninayowawazia ni mawazo mema ya kuwapa ninyi miisho ya amani na matumaini anafanya kazi pamoja na wamchao katika kuwapatia mema. Kwa hiyo Mungu hataruhusu lolote ambalo ni, ni baya au linaloumiza kuja maishani mwako. Lolote atakalo liruhusu, kwa sababu anatuwazia mema, basi ni mema. Badala ya kumuumika na kulia, kulaumu, kujuta, umepaswa kumshukuru Mungu. Kuna mengine atakuja na yatatokea hatutakuwa na uwezo wa kuyakontrol, yatakuwa kabisa nje ya uwezo wetu, hatukuyapanga yaje, hatukuyatarajia. Lakini hata katika hayo tutapaswa kumshukuru Mungu, tutapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu wema wake ni mkubwa sana. Wakati Ayubu anapitia changamoto, anapitia tabu mbalimbali, kwa kweli hakuwepo na wala hakujua mjadala uliokuwa unaendelea kati ya shetani na Mungu lakini hakuwepo kwenye mantiki ya Mungu ya kujua kwa nini Mungu ameruhusu shetani aende amshambulie. Ni kweli shetani aliona ni kama sehemu ya yeye kumpima kuupima uimara wake, lakini Mungu alikuwa na ajenda zaidi ya hiyo ya, ya kumwona ya, ya, ya Ayubu anasimama kwenye uaminifu hadi mwisho. Mungu alikuwa na ajenda kubwa, japokuwa alipitia maumivu makali kila alichokuwa nacho kiliondoka, watoto wake walikufa, mwili wake ukaharibika, maisha aliyokuwa nayapitia ni ya taabu. Ikafikia mahali anasema, nafsi yangu inauchukia uhai wangu, na ilaaniwe ile siku niliyozaliwa. Anasema, laiti maumivu yangu yangepima, basi ngito yangekuwa mazito kuliko mchanga wa bahari. Kwa hiyo hadi inafikia hatua anatamani kufa, maana yake ni kwamba kila anachokipitia kimekuwa kizito sana, lakini katika hayo yote bado anamuita Mungu. Mungu afanyeje? Ajibu, analalamika, anasema naenda mbele simwoni, narudi nyuma hayupo, pembeni hayupo, kushoto kulia hayupo, wote anasema basi, mchana anataabika kwa maumivu, anasema basi, usiku nitalala, lakini usiku mambo hayo hivyo, anasema ndipo ananitisha kwa mandoto mazito, kwa mandoto ya kutisha, anasema nafsi yake inauchukia uhai wake. Kwa kweli hata katika maumivu yale makali kulikuwa kuna upendeleo mkubwa wa Mungu kwa nani? Kwa Ayubu, japokuwa hakuwa anatambua, ila mwishoni alipotambua alikiri mwenyewe, akasema, nilikuwa nimezisikia habari zako, lakini sasa ninajionea. Kwa nini? Kwa macho. Najichukia na kutubu, katika nini? Majivu. Maana yake alitambua, aha, kumbe Mungu alikuwa na mpango fulani kwenye ile aliyopitia. Kwa kweli, Mungu alikuwa na mpango wa kuilekebisha tabia ya Ayubu kutoka kwenye kujihesabia haki Ayubu. Ukisoma mazungumzo yake pamoja na marafiki zake utaona kwamba amekuwa ni mtu wa kujihesabia haki, mtu wa kumhukumu Mungu kwamba Mungu amekosea kuruhusu yale anayoyapitia yeye; ni safi, hana shida yoyote. Kwa hiyo, Mungu kwa kuruhusu vile amefanya kosa. Yaani Ayubu alikuwa anawaambia marafiki zake Mungu amenionea kwa hili ninalolipitia. Alipokuja Eliu katika mazungumzo, alijaribu kumrekebisha, lakini bado ayubu hakuonekana kurejea, hadi wakati Mungu alipokuja na kuanza kumpa hoja zake, akimfunulia jinsi ambavyo ameumba kwa namna ya ajabu, ameumba viumbe wa ajabu. Mungu anamwambia, nitakuuliza neno na wewe umejibu kama wewe ni mwanaume nipo na mimi nitazikili habari zako. Anamwambia, je, utanitia hatiani upate kuhesabiwa haki? Utawaambia wenzako kwamba mimi nina makosa ili wakuhesabie wewe wa haki? Baada ya Mungu kumuonyesha yote aliyoyafanya, uumbaji wake ulivyo mkuu, basi Ayumu anatulia na tatizo la kujihesabia haki linaisha kabisa kwa Ayumu. Kwa hiyo hatuwezi tukajua mantiki ya Mungu ni ipi tunapopitia changamoto na taabu fulani. Kwa kweli, hata we ukitazama tu kwa uhalisia, utaona kama vile Ayubu ana haki ya kulalamika na utaona marafiki zake wana haki wa ya kumhukumu kwamba yeye ni mzambi kwa sababu kila Ayubu alichokuwa wanakipitia akikuwaika kutokea kwa mtu yoyote ambaye ni mcha Mungu, ilikuwa imezoeleka kwamba wanaopitia magumu na changamoto na taabu ni wale ambao ni waovu. Kwa hiyo walichokipanda ndicho huwa wanakivuna, lakini hawamui, inatokea kwa mtu mcha Mungu. Mara ya kwanza inakuwa ni ngumu kwa marafiki zake kukubali kwamba Ayubu wanakosa, kwahiyo hata wao wanamuhukumu makosa. Hatuwezi tukaelewa mantiki ya Mungu mingi ila mwingine anatuambia kwamba shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu wapi kwenu. Hatuwezi tukaelewa, ila itakuwa ni vema kama tukimshukuru Mungu kwa kila tunachokipitia, kwa kila tunaloliona. Wakati fulani tunajitaabisha wenyewe, tunajichosha bure. Mwachie Mungu, jikabidhi kwa Mungu, mkabidhi Mungu mambo yako, alafu tulia, umtumaini na yeye atafanya. Kwa hiyo tunahitaji kutambua upendeleo tuliopewa. Yumkini ni changamoto unaipitia, lakini kama ungetambua kuna upendeleo mkubwa wa Mungu hapo, kwa kweli ungemshukuru. Leo tunasoma historia za watu mbalimbali ambao wameibadili dunia, watu ambao wana majina makubwa duniani, lakini haikutokea tu ikawa namna hiyo bila kuutumia upendeleo ambao walikuwa wamepewa. Ni wengi na habari zao ni nyingi, lakini waliotambua upendeleo waliokuwa wamefanyaje wamepewa ni wapi? Mfano, leo tunatumia taa za umeme, lakini ilikuwa ni Thomas Edison ambaye alikuja akatengeneza balbu ya umeme. Upendeleo gani? Aliona giza, aliona kama ni upendeleo kwake. Kwa hiyo Mungu kupitia itia kile akawa anaamsha kitu ndani yake. Kwa nini nisitengeneze kitu ambacho kitatoa mwanga gizani? Kuna Mama Teresa ambaye alianzisha nini hizi tunasema ni charitable institution eh? Mama, mama yule alikuwa anaishi Calcutta, India, baada ya kuona wanawake wanaotaabika, watoto wanaotaabika mitaani, maskini wanapoteseka na kufa hiyo aliona ni kama upendeleo kwake kwamba Mungu anatumia hichi kuamsha kitu ndani yake. Kwa hiyo akaamua kuanzisha society ya kuwasaidia, au au wanaotaabika na kuteseka. Kuna George Mula. George Mula alifungua vituo vya kuwasaidia watoto yatima alifungua vingi sana na alihudumia watoto wengi sana, na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anamtegemea Mungu. Alifahamika kwa imani kubwa, lakini pia mtu wa maombi mengi. Kwa hiyo kutokana na wale watoto waliokuwa wanataabika mitaani huku na huku, wanavyowaona, aliona ni kama upendeleo ambao Mungu amempatia, kwamba kuna kitu fulani inabidi akianzishe kwa ajili ya kuwasaidia wale kwa kweli Mungu ametupatia upendeleo mkubwa sana. Tunayoyasikia, tunayoyaona, hatuyaoni bure. Tunapaswa kumuuliza Mungu, mpango wako ni upi katika hili, umekusudia nini kwetu kupitia haya tunayoyaona. William Carey yeye alipeleka injili India. William Carey alisikia habari ya India kwamba wanawake na watoto walikuwa wananyanyaswa, zile mila za kiindi zilikuwa zinawakandamiza wakati ambapo watu wengine eh, wazungu wengine wanaondoka kwenda mataifa mbalimbali kwa ajili ya biashara ya utumwa, kwa ajili ya unyonyaji, yeah, kuona kama India ni sehemu ya kwenda kuinyonya, isipokuwa aliona ni sehemu ambapo kuna watoto wa Mungu wanaohitaji kusaidiwa. William Carey akaenda India, alikuwa ni masikini mshona viatu aliyekuwa anadharauliwa na, na, na watu wote alikuwa wakati fulani akifundisha, lakini wanafunzi wake walikuwa wakimdharau. Alikuwa anaugua pia, lakini alipoondoka kwenda India, alienda kule akafanikiwa sana, akajenga mashule akaanzisha hospitali, vituo vya afya, vya afya, na amekufa akiwa amewarejesha watu wengi kwa Mungu. Ni upendeleo gani sijajua, ambao leo Mungu anakupatia Umepaswa kutambua kwamba kuna upendeleo ambao Mungu amefanyaje, amenipatia. Yaani, si bahati mbaya kwa wewe kufika chuoni. Hebu kaa utafakari, ni wangapi ambao mlianza nao tangu chekechea, pengine shule ya msingi, ambao leo wamefika levo ya chuo kikuu? Ni wangapi? Pengine ni wachache sana, na pengine ni wewe tu. Aya, ni wangapi kati ya hao wote ambao wamefika ndani ya hiki chuo? Kwa kweli, tunavyoanza chini tunakuwa wengi, lakini kwa kadri tunavyoenda tunapungua. Lakini wengine wanapobaki, na sisi tukaendelea kuwepo, tutambue tu kitu kimoja, ni upendeleo tumepewa. Kama hatuta utambua upendeleo tuliopewa, tunaweza tukaishia kufanya kile ambacho Mungu akikukusudia, wakati ambapo Mungu amefanya upendeleo wa kumponya Hezekia. Mfalme wa Babeli aliwatuma wajumbe kwenda kwa mfalme Ezekia kumpelekea zawadi, kwa sababu kitu kilichotokea kilikuwa ni kitu cha tofauti sana. Waliona jua likirudi nyuma, wakashinda kuelewa kuna nini, ndipo wakatambua kwamba Mungu amemponya mfalme. Mungu alikusudia wale watu wanavyoenda kule waelekezwe kwa Mungu lakini Hezekia, kwa sababu ya kutambua ni upendeleo ambao Mungu amenipatia wa, wa kumtukuza, badala ya kuwaelekeza kwa Mungu aliwaelekeza kwenye silaha alizonazo, aliwatazamisha fahali zake zote. Lakini Mungu akamwambia, siku zinakuja ambapo hivi vitu vyako vitapelekwa huko Babeli utumwani. Usipo utambua upendeleo tuliopewa ni hakika tutanyang'anywa o upendeleo tuliopewa. Mungu alimpa Musa upendeleo mkubwa. Mungu alisema, ikiwa kuna nabii kati yenu, nitanena naye katika maono, nitazungumza naye katika ndoto, lakini sivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye nitanena naye mdomo kwa mdomo na uso kwa uso, na ndivyo alivyofanya hivyo. Lakini Musa alipotenda dhambi hata huo au kuangaliwa Musa alimsii sana Mungu, naomba niingie, kwa sababu imefika ni ng'ambo kabisa ya Yordani, imebaki kuvuka tu, tunaingia nchi za Kaanani. Musa akamsii Mungu, akamsii sana aingie, lakini Mungu akamwambia, na ikutoshe, usinene tena na mimi juu ya habari hii. Mungu alikuwa amekasirika, haiwezekani Musa anamvunjia Mungu heshima mbele ya wana wa Israeli. Mungu amemwambia kaseme na mwamba utoe maji, Musa anaenda kupiga fimbo mwamba, unatoa maji. Ni kweli wamekunywa maji, lakini je, neno la Bwana limezingatiwa? Kile Bwana alichokiagiza kimezingatiwa? Icho peke yake kilitosha kumfanya Musa na Aaron wasiingie kwenye nchi ya Kaanani wakaishia kuona tu, lakini hawakuingia. Tusipoutambua upendeleo tuliopewa, tunaweza tukabaki kulia, kunung'unika na tukafanya kile ambacho ni nje ya mapenzi ya Mungu. Mungu ametupatia upendeleo mkubwa na anatamani tuutumie kwa utukufu wa jina lake. Yusufu, wakati ambapo ameitwa mbele ya Farao kutoa tafsiri ya ndoto aliona kabisa huu ni upendeleo, na hii ni nafasi ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo alimwambia mfalme, mimi anayenisaidia nisaidia kutafasiri ni Mungu, na ndivyo hivyo pia Danieli alivyofanya mbele ya Nebukadneza. Tumepaswa kwa kila upendeleo kuangalia ni kwa namna gani tutamtukuza Mungu, kuangalia ndani ya hichi ni kwa namna gani tutamtangaza Mungu, tutamwinua Mungu na kuwasaidia wanadamu wanaotaabika na kuteseka. Mungu amekupa upendeleo wa kupata elimu, ni lazima ujue kwamba huu ni upendeleo ambao Mungu amenipatia. Lakini je, ninautumiaje ili kumtukuza Mungu, ili kuwasaidia wanadamu? Ni lazima ujue kwamba nitaitumiaje elimu yangu kuwasaidia watu wamwone Mungu. Mungu ametupa upendeleo mkubwa. Kuna vijana wengi wanaovuta sigara tunawaona. Kuna vijana wengi ni wavuta bangi, kuna wengi ni walevi, kuna wengi ni makahaba wanajiuza. Mungu ametupa upendeleo wa kuwaona hao wote, lakini kila unachokiona, kila unachokisikia au kisikii bure, kwa sababu kuna wengine hawajaona kabisa hayo, wala hawajasikia hayo. Kwa hiyo ukisikia, usijifanye kama hujasikia Ukiona usijifanye kama hujaona. Ukiona muulize Mungu, makusudi yako ni nini? Kwa nini nione? Kwa nini wakati huu? Kwa nini kuwa hapa? Kwa nini kuzungukwa na watu hawa? Kwa nini? kuna mpango gani? Kuna wakati Mungu huwa ananena mara moja tu, na akisha nena huwa aneni tena wenda tuibaki kwa rehema zake, Roho Mtakatifu abaki kutukumbusha. Kwa hiyo kuna wakati tukipuuzia mambo, ndio hivyo, anaenda moja kwa moja. Kuna wazo Mungu anakupatia ukilipuuzia, itaenda moja kwa moja. Sio bure, ni lazima tukae na Mungu, tumuulize, ni yapi makusudi yako. Wengine wanapokufa, sisi tunapobaki kuwa hai, unatufundisha nini Unatutaka tufanye nini? Zingine ni aha. Mungu anatamani tuamke, lazima tuutambue upendeleo tuliopewa kuwepo. Ibadani leo ni upendeleo, umepewa na Mungu. Kuna wengine hawawezi, hawawezi, hawakumbuki kabisa. Kwao wewe kukumbuka, ni muda wa ibada ukapuuzia, ukumbuke kwamba umemzimisha roho wa Mungu katika upendeleo uliopewa umeonyesha kuto kuusaili huo upendeleo, tunamuumiza Mungu. Maana yake tuutambue upendeleo tuliopewa. Mungu alipokuwa amemuumba mwanadamu, akamleta Adamu kwa wale wanyama aliokuwa amewaumba, akamwambia Adamu awape majina. Adamu akawapa majina, akamwita kila mnyama majina kwa namna alivyoona, inafanyeje inafaa, na ikawa ndio majina majina yao hadi leo. Maana yake nini? Kwamba Mungu anamwamini huyu mwanadamu aliyemuumba. Hata wewe, Mungu anakuamini, yaani anaamini kuna kazi unaweza ukaifanya, kuna kitu unaweza ukakifanya, anaamini kuna mpango unaweza ukaja nao. Mungu anawatafuta vijana ambao watakuja na mipango, ambao watakuja na mawazo, ambao hata Mungu akiyasikiliza atakubali kutumia mipango yao kwa ajili ya kuimaliza kazi yake. Mungu anataka tuje na mawazo ambayo atamtukuza yeye. Wakati ambapo wana wa Israeli wametenda dhambi kwa kutengeneza ndama, Musa Mungu alipotaka kuwaangamiza wana wa Israeli, Musa akamwambia Mungu, Bwana kumbuka, hawa watu umewatoa huko kwa mkono dali, mkono wenye nguvu, mkono ulionyooshwa. Je, leo itakuwaje yale mataifa yakisikia umewatoa huko, umekuja kuwaangamiza huku? hilo lilikuwa ni wazo ambalo likamfanya Mungu kuubadili mpango wake wa kuwaangamiza. Ni nani leo anakuja na mawazo ambayo Mungu atayakubali na kuruhusu haya ndio yakitekeleza kazi yake? Daudi aliazimu kwamba atamjengea nyumba Bwana, ni mpango wake ambao ulikuja kutekelezwa na mtoto wake Suleiman. Mungu aliwaambia wajenge, maana Daudi alikusudia kabisa atamjengea nyumba Bwana, nyumba ya kudumu. Ni nani leo anakuja na mpango ambao Mungu atautumia huo kuimaliza kazi yake, wakati ambapo uasi umeendelea sana kwaona wa Israeli, hata makuhani wanazini na wale waliokuwa wanakuja kutoa kafara pale hekaruni, watoto wa Eli, wakati ambapo taifa kwa kweli linaonekana kama halina mwelekeo mzuri wa kiroho. Mama mmoja aliyekuwa anaitwa Hana alikuwa ni tasa. Alienda kwa Mungu akamsihi, Mungu, unipatie mtoto, lakini huyu mtoto nitakupa akutumikie, unipatie mtoto mwanamume. Mungu akunyamaza. Mungu anahitaji tuje na mipango, tuje na sababu ambazo akizisikiliza atadhirizia. Leo tunaishi ni siku za mwisho sana, Injili inatakiwa ifike kila sehemu. Mungu amekuweka hapa, unasomea habari ya teknolojia ni nani ambaye anakuja na kitu anatengeneza kitu ambacho kitaufikisha kitaifikisha Injili ulimwenguni kote kila sehemu, hata zile sehemu zisizofikika? Tunapokuja na mipango makini, mawazo makini, Mungu hata yakataa, Mungu atayatumia hayo kwa ajili ya, ya kuimaliza kazi yake. Ni nani ambaye anaugeuza mpango wa Mungu? Kwa hakika inahitaji kukaa kwa umakini, kumsikiliza Mungu, kwa sababu anayeleta wazo ni Mungu huyo huyo. Tukikaa tukimsii kwamba tunatamani utuonyeshe tufanye kitu gani kwa ajili ya kuimaliza kazi yako, Mungu huyo huyo atatuonyesha, na yeye mwenyewe atakuwa tayari kutusaidia hadi tukamilishe. Mama yake Musa Yokabeni alifanya kazi kubwa wakati ambapo amefahamu wakati kabisa wa sisi kutoka nini utumwani Misri umekaribia, aliona jini nani ambaye atakuja kuwatoa hawa watu, nani atakayetumiwa na Mungu. Kwa hiyo akitambua wakati umekaribia, aliwaandaa watoto wake kwa namna ambayo watatumiwa na Mungu katika hilo jukumu wakati ambapo watoto wengine wanauawa, yeye akukubali mtoto wake auawe. Akamficha na Mungu akaubariki ule mpango, mtoto wake akafichika na hakuna aliyejua. Lakini kama hiyo haitoshi, muda ulipofika akamsii Mungu na kumuomba kwa machozi, na Mungu akaulidia mpango wake. Mtoto alipowekwa kwenye kisanduku, wale wale ambao ni maadui zao wakamchukua mtoto, na Mungu alivyoajabu akaitumia mbinu yao yoyo kwamba huyu mama yake ndio anaenda tena kumnyonyesha yule yule mtoto musa aliwatoa wana waisraeli misri alitumiwa na mungu haruni alikuwa ni kuhani mkuu lakini miriam ambaye ni dada yao alikuwa ni nabii mke utamwona ni mama ambaye tokea huku mwanzoni aliwatengenezea msingi wa mungu ili hao watoto waje watumiwa na mungu ni nani ambaye leo anamsi Mungu kwamba watoto utakaonipatia waje waibadilishe hii dunia, wawe mbaraka kwa hii dunia. Mtandaoni kuna uchafu mwingi umejaa, kuna mambo mengi maovu, kuna uchafu ki kila sehemu, ni uchafu umejaa, vitu vyema ni vichache sana. Lakini ni nani ambaye anamsi Mungu kwamba unitumie mimi unipatie wazo unipatie kitu cha kufanya ambacho kitavuta usikivu wa watu kutoka huku kwenda huku. Unipatie wazo la kutengeneza content ambazo zitawavuta watu, zitateka usikivu wa watu, mda wanaoutumia huku wautumie kwako, kwako, kwa utukufu wako. Ni nani? Ni lazima utambue upendeleo uliopewa kuwepo hapa saivi. Ni upendeleo mkubwa ambao Mungu ametupatia. Ni lazima tutambue Mungu ametupatia upendeleo, na tuutumie huo upendeleo kwa utukufu wake. Ni lazima tuangalie ni mawazo gani tutakuja nayo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ni mipango gani tunaweka kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mipango kama hiyo Mungu ataibariki hata kama ni pesa ataleta, kwa sababu anaelewa ni kwa ajili ya utukufu wangu na hivi vinaenda kuimaliza kazi yangu. Mungu atusaidie sana. Tutambue ni upendeleo gani tuliopewa, na kutoka kwenye huo tuubadili ulimwengu. Niwape kisa cha mtu mmoja nionapokuwa nikimalizia. Huyu mtu anaitwa Hudson Taylor, alikuwa ni Mwingereza, alizaliwa England Mwaka elfu moja mia nane thelathini na mbili. Lakini kabla hajazaliwa wazazi wake ambao walikuwa ni Wamethodisti walisikia habari ya China kwamba China Injili haijafika, wakatamani siku moja Mungu awape wa mtoto ambaye atakwenda China kuipeleka Injili. Basi muda ulipofika, miongoni mwa watoto waliopewa Mungu aliwapa mtoto anayeitwa Hudson Taylor. Akiwa ni mdogo hadi anapofikisha miaka kumi na sita, bado mambo ya dini alikuwa hayachukulii kwa usilias, alikuwa ni mjanjamjanja mwunumunu, lakini akiwa na miaka kumi na sita alibadilishwa, na shauku ndani yake iliwaka ya kuona kwamba kila mtu anafikiwa na Injili, na mahali ambapo moja kwa moja alipaona ni pakwenda ilikuwa ni China. Akiwa na miaka ishirini na moja aliondoka kwenda China, akiwa ametumwa kama mishonari wa kwanza kwenda China. Alikwenda akimtegemea Mungu kwa maombi, akiifanya kazi ya Mungu kwa bidii. Siku zilivyoenda, Mungu akampa wazo la kufungua kituo cha wamishonari ambao wataingia sehemu za ndani za China, sehemu za ndani ndani. Kwa hiyo akiwa amejifunza utamaduni wa China, akitambua ndio njia pekee itakayomsaidia kuwafikia hao wa China kwa urahisi, kujifunza lugha yao, kujifunza namna ya mavazi yao na kuviadapti vyote wanavyofanya, kwamba kupitia hivyo ndipo itakuwa rahisi kwa yeye kuupenyeza Ukristo. Alifanya hivyo, alikuwa tayari kulipa gharama. Ni lazima tuwe tayari kulipa gharama. Haitokei kwa urahisi. Mungu hatatutumia kama tuna nia mbili mbili, lakini tukiwa na nia moja, tumedhamiria tutasimama huku, sisi sio wauku, atatutumia. Uison alifungua vituo kama mia tatu katika kipindi cha uhai wake wote, vituo vya wamishonari na alikuwa ajili wa mishonari mia nane ambao walifika sehemu mbalimbali za China, na kutokana na kazi zao hao walifungua pia shule mia moja ishirini na tano kule China, ambapo watu walipata elimu na kutoka hapo watu wakafundishwa juu ya Mungu. Lakini hadi anakufa, watu elfu ishirini wa China walikuwa wamebatizwa waliokuwa wamewatoa maisha yao kwa Yesu, walikuwa wamebatizwa kuwa Wakristo. Ni nani ambaye leo atajenga shule ili Mungu atukuzwe? Ni nani atafungua vituo vya afya? Ni nani ataleta huduma za kuisaidia jamii kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Ikiwapo kuna wazo ambalo litaleta utukufu kwa Mungu, Mungu atalibariki hilo wazo. Mungu anahitaji kututumia, anahitaji kumtumia kijana fulani, anatamani kuzitumia nguvu za ujana wetu, kwa sababu anaandika kwamba vijana tuna nguvu, neno la Mungu lilakaa ndani yetu, na tumemshinda nani? Mungu mwovu. Kwa hiyo Mungu anatamani kuzitumia nguvu za ujana wetu, anatamani kututumia kuleta furaha kwa wanadamu, anatamani kututumia kuibadili mimia. Ni nani sasa ambaye yuko tayari? Bwana anapouliza, nimtume nani? Ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ukiitika, mimi hapa Bwana, nitume, Bwana atakutuma vile vile ulivyo. Bwana atakubadilisha kwa namna ambayo utafaa kwa kazi yake. Kwa hiyo usijitazame vile ulivyo kwamba siwezi, sifai. Bwana anakuita, wewe itika, kubali kwenda alafu atakupeleka. Basi Mungu atusaidie sana, tufahamu upendeleo aliotupatia na tuutumie uo upendeleo kwa utukufu wake. Tukifahamu tu bila kuufanyia chochote, haitakuwa na maana yoyote. Ni heri kama tusinge ujua kabisa. Mungu atusaidie kutambua ni upendeleo gani ametupatia. Lakini pia